Kwamba kama mnavyoona hapa, meza yetu imesheheni zawadi hizi. Tunamshukuru mdhamini um, wetu ndugu Rajab Abdulrahman ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga kwa kutushika mkono na kutusababishia jambo hili liwe kwa ukubwa huu tulokuwa nao. Uh, nataka kuwaambia kwamba sisi kama chama cha mpira shukrani zetu ni kubwa sana kwake kwa sababu hatukuwahi kupata chochote kwa miaka yote, na yeye amekuja kwa kufanya jambo kubwa kama hili, kuondoa zawadi hizi mnazoziona. Zipo zawadi za fedha taslimu takriban shilingi milioni tano ambazo watakwenda kupewa vilabu. Bingwa atakwenda kupewa shilingi milioni mbili. Mshindi wa pili atakwenda kupewa milioni moja na nusu. Mshindi wa tatu atakuwa milioni. Mshindi wa nne atakuwa shilingi laki tano. Sambamba na hiyo, na hiyo zawadi hizi aa, na maandalizi mengine atakayofanyika tunamshukuru sana na tunaamini msimu ujao utakuwa mzuri kwa vilabu vingine vilivyobaki, kwa sababu tuna vilabu takriban 20 kwa msimu naamini akitushika mkono kwa ajili ya kucheza ligi ya msimu ujao mambo yatakwenda kuwa vizuri zaidi. Tumecheza takribani mechi tisini uh, mikoa wilaya mbalimbali, nyumbani na ugenini. Tunakuwa na mechi mbili, mechi ya kwanza itachezwa saa nane ili kupisha mechi ya pili ambayo inakwenda kuchezwa saa kumi. Tulitamka kuomba tutacheza mechi saa saa usiku lakini mfadhili wetu mkuu Ndugu Rajabu Abdulrahmani anasema ana udhuru kwa muda wa usiku, au tutacheza mchana. Mechi ya kwanza itachezwa saa nane. Mechi ya pili itachezwa saa kumi. Napenda kusema kwamba kiingilio ni bure. Mfadhili wetu huyu ni mtu wa siasa, anapenda watu wengi. Sasa asingependa kuja uwanjani akakuta kuna watu wako nje, kwa hiyo kiingilio kitakuwa ni bure kuanzia hiyo muda watu watakaoingia mpaka mechi zote mbili, na jukwaa kuu tu ndio kutakuwa kuna vigezo vya kuingia, sio kwamba mtu ataingia na hela, lakini kuna watu tutawalika wakae jukwaa kuu, wengine watakaa kwenye majukwaa ya kawaida. Tutatoa bajeti zetu ambazo ni rafiki za kwake, tunahitaji tu zawadi na uendeshaji wa mashindano ambao itakuwa ni rafiki. Naamini yeye ana mudu, ana vyanzo vingi, ana uwezo wa kuwashika watu wengine wakamsaidia yeye, ili kutusaidia sisi. Tunaposema mpira, mpira ni dola kubwa kidogo, na wote ni mashuhuda kwamba Uh, watu, watu wengi ni washabiki wa mpira, vilabu ishirini, tunazungumzia watu zaidi ya elfu moja wachezaji zaidi ya elfu moja Lakini tukisema tunacheza mechi kumi, tunazungumzia watu zaidi ya hamsini kwenda kuhudumia mechi hizo. Kwa hiyo mpira ni dola kubwa, na peke yetu hatuwezi huu, naamini, kwa kumpata mfadhili, naamini tutafanya kitu kizuri zaidi. Wana pesa tu ya kula na kujikimu, na wanapambana kwa kiwango kidogo, lakini safari hii kwa sababu kuna milioni mbili ya bingwa, naamini itakwenda kumsaidia kupita kwenda ngazi inayofuata. Kwa hiyo tuna kwa udhamini huu naamini kuna matukio chanya yatapatikana. Tutatafuta wengine lakini tuliona tuanze na huyu. Huyu ni mtu sahihi kabisa kabisa kwa kudhamini ligi yetu ya mkoa. Kumbukeni, ni mwenyekiti wa CM mkoa. Tutawashawishi wengine, kwa mfano wange waende kwenye ligi zetu za wilaya, kwa sababu wao wako katika majimbo yao ndio kwenye hizo wilaya. Kwa hiyo tuta wengine tutawashawishi kwa sababu ya wilaya zetu. Hatuwezi kuwa wabinafsi sisi chama cha mpira cha mkoa ambao tuna matawi yetu ambao tunatamani na wao wawe na ufadhili mzuri kama huu na wafanye jambo kwa uweledi. So far tumevuna vijana wengi sana kwa sababu watu wengi walipozungumza mashindano kuchezwa na vijana under 20 watu walishtuka sana wanafikiri kama jambo la ajabu. Mpira of course mpira unacheza na vijana wadogo. Kwa hiyo kama mtu mpaka under 20 hawezi kucheza ligi ya mkoa unataka kisiwa. Wewe ushakuwa mkubwa maana ukachezea daraja la pili, daraja la kwanza na Premier League. Sasa huwezi kuzuia vijana wadogo yaani nafasi zao wote kwa juu kacheze tena na wadogo no. Itakuwa unfair. Watoto wetu wadogo wanatoka primary school, secondary school wacheze mashindano then wasogee mbele. Kwa hiyo ni vizuri sana naita, after some time tutaona mafanikio yake, haya kupata vijana wengi ambao wana umri mdogo kucheza, vijana wote ambao wanacheza hizo ligi ndogo za wilaya na mkoa. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote, record zipo tu, ya ya michezo hii ya under 20, hii ya ligi ya mkoa. Of course talent inaonekana hapa, tuna vijana wengi, watu wengine hawafuatilii tu hasa ukizingatia timu zetu kubwa za Tanga hapa, Kosi na Sports, kama kweli wanapoteza na wapoteza muda wao kidogo kuja kuangalia, wangevuna wachezaji zaidi ya yeah. Kwa sababu hata hao wenyewe ambao wako kwenye hizo timu zao wametoka huku huku. Kwa hiyo haya mambo sio ya kuogopa, vijana wengi mfano kabisa hapa kuna kina Miraji Kosi, kuna kina Semfuko huko Sports, kuna vijana tele, wametoka Igo, wengine wametoka Veterani, wengine wametoka Majengo. Kwa hiyo vijana wanacheza mpira, woga tu viongozi wetu baadhi waoga, sijui wana matatizo gani, wanaogopa mpira. Wana wadogo kina Roni kina Pele kina sijui Ronaldo za mpira kombe la dunia, wadogo kabisa, lakini si waoga. Mpaka sijui tuone mtu ana mbavu kiasi gani ndo acheze sposi na Kosi, lakini watoto wadogo na za mpira. Mimi ni mwenyewe mecheza Kosti kina Salimu mari kwetu, asalimu mtoto kwa maana alikuwa mdogo kampira maremu kampira mungu wa marehemu katoka, katoka ngomeni. Ukimsukuma kama peperushwa na upepo, lakini alicheza timu ya mkoa wa Tanga kwa kutokea huko mwezi. Kwa hiyo tukiondoa woga, toto anacheza bila sasiwote, naamini after some time tutaona matunda ya watoto.